Wa wa, wangazi, kule, kule Nami, kuna ofisa mmoja wa haya wa ngazi ya juu katika security sector akaniambia, gavana ndekuwa kule kule Malaba, na kuna jamaa, kuna kikosi kutoka kwa CID na spies na snipers, ni wale watu ambao wanapiga watu risasi kutoka mbali sana. So alikuwa anajiuliza hawa watu wameenda kule kufanya nini. Akaniambia, please please please

kwa nilikuwa nimesema mimi waje waje walinzi wangu wa kwe wa kwe wananchi wa Tanzania na wananchi wa Kenya, lakini mm -hmm. Uh, baadaye wale maofisa wali wali wali, wali rudika, wote wote wote wakarudishwa wa kwa sababu niko niko niko nao. Lengo lilikuwa ni kuhakikisha kwamba natembea siku na walinzi wangu, kwa sababu ilikuwa ni nini, labda unajua kwamba kama naenda pale, wakianza kurusha marisasi itakuwa kwamba polisi wadola ni kwa nao watakuwa napigana polisi ambao kule pande mwingine Alafu labda itapeana picha nzuri so watoe watoe askari pale, eh, na watabawa, tewa, sayo, minatebe, metetbe, akuwa, mi nikienda pale nikuwa na watu ambao wananitetea, wasema natembea, ametembea akuwa amekuja na guns kuja kudisrupt uchaguzi, ni crossfire, akapatikana na haya masaibu. Mi nimekuwa serikali, mi najua serikali inaweza kuwa kumbavu sana wakati mwingine mm -hmm. yeah, so hiyo vyo mambo ndio walikuwa wamepanga kufanya.